Kuhusu NFRA hasara ya bilioni 6.7, hii hasara ni kubwa sana, lakini sababu kwanza, naungana na kamati ilizosema, lakini kubwa ni kuchanganya biashara na siasa. Kuna watu wamesimamishwa, lakini binafsi nasema wamesimamishwa kiuonevu kwa sababu si makosa yao. sisi hapa ilipitishwa kwamba uwezo wa NFRA kuhifadhi ni tani laki moja na arobaini kutokana na magodauni yao yote. Lakini baada ya kununua NFRA mahindi haya, viongozi hawa wa juu na sisi viongozi wa kisiasa, kila mtu anataka mahindi yake yanunuliwe katika eneo lake na kuwalazimisha kutoa maagizo kwa viongozi wa NFRA wanunue bila kuzingatia uwezo wa kuhifadhi wa hawa waliokuwa nao. Leo mahindi yameharibika, tunawatoa kama mbuzi wa kafara, wakati kimsingi sio waliosababisha tatizo, kwa sababu wasingetekeleza maagizo ya wakubwa wao, walikuwa wanawaambia lazima ma, mahindi ya wakulima wanunuliwe, na bado nao wangetambuliwa, ingekuwa ni tatizo lingine iliko pale pale. Kwa hiyo naomba serikali katika hili ufanyike uchunguzi hasa kila mtu apate haki yake stahiki, kwa sababu uwezo kama wa tani laki moja na arobaini kuhifadhi, unamwambia mtu anunue tani zaidi ya laki mbili ataziweka wapi? Lazima aziweke nje, na akiziweka nje mvua zikija lazima yaharibike. Sasa akiharibika unakuja kuchukua, unamwambia wakati wewe ndio uliomwelekeza kwamba anunue na hela umempelekea. Na hili nataka tulizungumze vizuri sana, serikali sio mnunuzi wa mahindi tunapokuja kuwazuia wakulima wasiuze mahindi yao nje, wakati tunajua uwezo wa kuzalisha mahindi Tanzania zaidi ya tani milioni tatu, wakati serikali yenyewe wa uwezo wake wa kununua kwenye bajeti, kama mwaka huu tumetenga laki moja, wewe utajihesabu mnunuzi? Matokeo yake wakulima wanaache wasiuze kwenye wateja, baadaye mahindi yanakosa soko, kipato cha wakulima kinaenda chini. Matokeo yake tunazoofisha uchumi wa wakulima wetu. Kwa hiyo, naomba sana, hata mwaka huu mnapokuja kununua tena hifadhi ya chakula, tusije kuwazuia wakulima kuuza mahindi yao kwa wateja wengine, kusema sisi serikali itakuja, wakati uwezo huo tunajua hatuna kununua mahindi yote ya wakulima wetu. Tamisemi kama tunavyofahamu, ni wizara mama, ndiye anayebeba halmashauri zetu. Tumewasikiliza wajumbe waliotangulia wengi, tulikuwa tunalalamika pesa haziji kwenye halmashauri yetu kwa wakati, na tulikuwa tunatafuta mchawi ni nani katika hili. Ni vizuri serikali ikachukua hatua stahiki kujua tatizo liko nini hapo Hazina, kwamba imetoa excheck ya milioni 287 kwenda Tamisemi alafu wanarudisha nyuma bilioni 1 bila taarifa ya Tamisemi. Wenyewe Tamisemi wanaandika cheki kuwalipa wateja wao, wanakwenda benki na kutoa hewa, na hili siyo jambo dogo katika bajeti ile ambayo ilikuwa milioni 27, ambao pesa zilizoletwa hizi ni sawasawa na asilimia 47. Maana yake nini? Kama 47 pesa hazikuja TAMISEMI, ukizingatia hata bajeti yetu mpya ya maendeleo ni asilimia 40 hii mpya, hiyo ya zamani ilikuwa chini ya hapo. Ndio maana kumbe tunalalamika kwenye halmashauri zetu, pesa haziji, tatizo liko huku huku watoa fedha wenyewe. Kwa hiyo tunaomba sana serikali yetu ya awamu ya tano, tuko pamoja kama alivyosema Mheshimiwa Rais alipokuja hapa bunge tumsaidie, na sisi wa bunge tuko tayari kumsaidia katika vita vyake vya kifisadi ili kuangalia hizi bilioni mia moja ziko wapi, kwa sababu bila kuchukua hatua stahiki huu mchezo utaendelea, na hali itakuwa kama hivi kila siku, tutagombana, miradi haiendi, pesa haziji, baadaye tunaweza kuweka rehani utekelezaji wetu wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Niungane na maoni ya kamati yangu hasa kuhusu swala la NSSF kwa sababu huu ni mfuko muhimu sana. Ni mfuko ambao wa wapiga kula wetu, kuna wastaafu wako huko. Ni vizuri kwamba bunge hili likaridhia kamati hiyo ikaenda kwenda kujiridhisha na hali halisi iliyokuwepo hu, huko NSSF. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla kwa hatua stahiki ilizochukua mpaka sasa kukabiliana na matatizo na changamoto zilikuwepo ndani ya NSSF, lakini nitoe angalizo sana, kwa sababu katika hasa kwenye ule mradi wa dege, kwa sababu ile ardhi mpaka leo ni bado ya azimio kwa mujibu wa title, lakini pia kuna mkataba ambao ni mfuko ule NSSF umeingia na mbia wake. Kwa hiyo suala hili si la kuchukulia kukurupuka, ni vizuri kujipa muda wa kutosha kwenda kwa kina kujiridhisha mikataba inasemaje, ili baadaye tusije kuingia kwenye matatizo makubwa zaidi huko mbeleni tukitaka hali ya kukurupuka. Lakini pili, wote ambao wanaotuhumiwa ni bado watuhumiwa tu tusije kuwahukumu kama wakosaji wamefanya vitu, wakati chombo cha kuhukumu ni mahakama. Wote tujipe subira, kama kamati yangu ilivyosema, tuende huko tujiridhishe, mheshimiwa naibu spika, uletee taarifa ambayo imekamilika baada kwa sababu jambo hili bado liko kwenye uchunguzi. Tuviachie vyombo vingine vya uchunguzi viendelee kufanya kazi yake. Nataka kusema kwamba tumefanya kazi yetu katika mazingira ya kutegemea paperwork na maelezo tu kutoka kwa management na bodi tulizokutana nazo, lakini kiuhalisia, PAC tumeshindwa kwenda kutembelea mradi wowote na kama unavyofahamu naibu spika kwamba kuna siku hizi watumishi hewa, kuna wanafunzi hewa, tunaamini pia kuna miradi hewa pia. Kwa hiyo ombi langu kwako kwa sababu tunakwenda kwenye mchakato wa, wa, wa bajeti ni vizuri bajeti ya bunge ikaongezwa, ili na bajeti ya PAC na LAAC zikaongezwa kutembelea hii miradi, tusije kuuziwa mbuzi kwenye gunia, kwa sababu unaweza kusema mradi fulani upo kumbe haupo. Ni vizuri tukajiridhisha, tukatembelea miradi hiyo na mashirika hayo, ni kwenda kujiridhisha zaidi.